Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wawili wanaweza kuanza maisha sehemu moja, wakawa na rasilimali zile zile, lakini baada ya miaka michache, mmoja awe anaishi maisha mazuri, ana maendeleo, ana amani na mwingine bado analalamika, bado yuko pale pale. Leo nataka nikuambie ukweli mmoja ambao hauambiwi sana. Maisha yako hayaamuliwi na bahati, hayaamuliwi na familia yako, Wala hayaamuliwi na mazingira pekee. Maisha yako yanaamuliwa na tabia zako. Ndiyo maana mada ya leo inasema wazi kabisa, your habits decide your future. Tabia ni mambo madogo madogo unayofanya kila siku bila hata kufikiri sana. Ni namna unavyoamka asubuhi, ni kile unachofanya dakika za kwanza baada ya kuamka, ni namna unavyotumia muda wako, pesa zako, simu yako na akili yako. Kila siku unajenga maisha yako bila kujua, kwa maamuzi madogo unayoyarudia mara kwa mara. Hakuna mtu anayeamka siku moja tu akawa amefanikiwa au ameshindwa. Watu hufika walipo kwa sababu ya kile wanachokifanya kila siku. Watu wengi hudharau nguvu ya tabia ndogo. Kusoma kurasa chache kwa siku huonekana kama hakuna maana. Kuacha kutumia pesa ovyo leo huonekana kama kujinyima Kuamka mapema huonekana kama kujitesa. Lakini ukweli ni huu: tabia ndogo zina nguvu kubwa sana zikikusanyika kwa muda mrefu. Kile unachokifanya leo kinaweza kisiwe na matokeo leo, lakini kinaandaa maisha yako ya miezi na miaka ijayo. Tatizo kubwa si kwamba watu hawajui kinachowafaa. Tatizo ni kwamba wamejenga tabia zinazowarudisha nyuma: kuahirisha mambo kila siku kupoteza muda mwingi kwenye simu bila lengo, kutumia pesa kabla ya kufikiri, kulalamika badala ya kubadilika. Tabia hizi hazikuumizi mara moja, lakini zinaiba maisha yako pole pole sana. Ukweli mchungu ni huu, kama hutaamua kubadilisha tabia zako, maisha yako ya baadaye yatakuwa ni toleo lililochoka la maisha ya sasa. Lakini habari njema ni kwamba huhitaji kubadilisha kila kitu mara moja. Unachohitaji ni kuanza na tabia chache sahihi. Kuamka ukiwa na lengo. Kujifunza kitu kipya kila siku hata kwa dakika ishirini. Kudhibiti matumizi yako, kuchagua watu wanaokujenga na kujikumbusha ndoto zako mara kwa mara. Kabla sijaendelea, kama wewe ni mtu unayependa motisha, maendeleo binafsi au elimu ya fedha, nataka nikujulishe kitu muhimu sana. Kuna vitabu vya motisha na elimu ya fedha vinavyoweza kukusaidia kubadilisha kabisa namna unavyofikiri na kuishi. Kama umeona video hii na unahitaji kitabu kitakachokusaidia kujijenga kiakili na kifedha, tuma neno OFA kwenye WhatsApp kupitia namba iliyopo kwenye maelezo ya video hii. Usikose nafasi hii kwa sababu maarifa sahihi yanaweza kubadilisha maisha yako. Tuendelee. Kubadilisha tabia siyo jambo la siku moja. Usijilaumu kama utateleza. Kila mtu huteleza. Muhimu ni kusimama tena. Badala ya kujiambia nitabadilika kabisa kuanzia leo, anza kwa kusema leo nitakuwa bora kidogo kuliko jana. Hapo ndipo mabadiliko ya kweli huanzia. Kumbuka hili vizuri sana. Maisha unayoishi leo ni matokeo ya tabia ulizokuwa nazo jana na maisha utakayoyaishi kesho yanategemea maamuzi unayoyafanya leo. Hakuna mtu atakayekuja kukuokoa, hakuna muujiza utakaoshuka ghafla, lakini kuna nguvu kubwa sana ndani ya tabia zako za kila siku. Kama kweli unataka maisha yako ya baadaye yawe tofauti, anza kwa kubadilisha kile unachokifanya kila siku. Badilisha tabia, nayo future itajibadilisha yenyewe, kwa sababu ukweli ni huu usiopingika, your habits decide your future. Kama ujumbe huu umekugusa, bonyeza like, subscribe.